Madamu, mm. Hey, kwaji e, nywele imefunika uso oh. Hey, uso unahisi hapa umekuja juu, sisija kuona sana. Umekuja kuanua manguo ni uga hidi e, ni, ni kusumbua tu mabibi za watu. Sikuwa na jone ukumbe <laughs> umeoleka kabisa. Mbona unaongea na mabibi za watu? Kwani unani mimi nilijuaje? Kijana wewe ni mkora hata vile umeweka kofia. Pedi pedi una sauti. Unadhani hatujui kitu tunafanyaga kwa hii rooftop, kuuza bangi na kutongoza mabibi za watu. Bana, unajua acha kunisomea. Na sauti aje, if you are not guilty why are you complaining while I'm shouting? Si chachi watu wana sauti na watu wa complain. You are guilty. Sasa kama umeobi mrembo unaacha anatembea peke yake. Wewe unakuambia nini? Nani mtu aje salimia jirani? Mimi nashangaa tu. Tu, tu Hapata jana nikienda kwa Noma Mwangosa alikuwa tu hapo. Nashangaa kwani hana kazi ya ya kufanya. Unajua tu unanga job jobless. Wewe wewe si hapa hapa ni ni ile t-shirt ya yellow? Eh, ni yeye. Kwanza juzi <laughs> hapa ametongoza bibi ya landlord. Ameambiwa wewe utaenda kwa bibi wenyewe. Hata una haya. Ona. Kijana anapenda haga. Ona, Nani amekutuma hapo sasa? a wangoi liua tuoshnnkaziyanamekutumaeau Unajichoma tu. Yaani wewe hutaki kuona haga ikipita mbele yako. Hebu ni record kwa group ya WhatsApp. Una post na kuna nyumba hapa ama ama, huu ni kiateka? Huu ni samba boy wa plot, ina samba boy, u, u, Hey, nauanna like, no really na nyumba mama, unakaa aje? Na tumesema it's a, it's a mama, tumesema haukae vijana, tumesema hapa ukae, unakaa. Mbona si kawai? Mbona unasimamisha bibi yangu

Bebu wewe ay, pia wacha kutembea Madam wewe kwa nguo pia ni nini? Wewe pia wacha kutembea kwa ndizi watu. Kwani Madam, unaongea sana. Unatafuta tu maneno inaiboa. Kijana, usipatikane kwa hii ploti.